Mliona tumepoteza, lakini bado mashindano yanaendelea. Bado mechi haikuwa matarajio yetu, lakini ndio mpira. Kwa hiyo tunajipanga mechi nne zijazo, na uzuri tuna muda mpaka Januari, tuangalie cha kufanya hmm. kauli yako kwa mashabiki, mwenyekiti? Wasikate tamaa, wasikate tamaa. Viongozi tunazidi kupambana na wachezaji wanazidi kupambana, benchi za ufundi basi tutaangalia tutarekebisha vipi? Uh, me, kitu gani umekiona hasa? Ni, ni mechi mbili ambazo tulistahili uh, kushinda lakini tumepoteza nafasi nyingi, lakini ndio mpira. Ukipoteza nafasi nyingi mwenzako ukifunga basi unafungwa. Hata uh, mechi ya away tumedominate kila kitu itakiwe kufunga goli mbili kabla hajafunga, lakini ndio mpira. Kupoteza nafasi inamaanisha kwamba kuna baadhi ya watu hawafanyi majukumu yao kwa namna moja ama nyingine. Kweli eh, kuna kuna kuna kuna kuna namna mbili kupoteza nafasi. Inaweza kuwa ni umakini kupungua, anatakiwa mm -hmm, kuongeza mazoezi zaidi, lakini kuna siku nyingine, siku mbaya, hata ukifanya vipi huwezi kufunga. Kwa hiyo tumekuwa na siku mbaya hapa eh, uwanja wa Taifa, tumekuwa siku mbaya pia